Suratul Kafirun imeteremka Maka. Katika sura hii Mwenyezi Mungu anamwamrisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam awakatishe tamaa makafir katika juhudi zao za kutaka kusikilizana na mtume katika wito wake wa haki, kwa kuwa yeye ni mwenye kubakia vile vile juu ya ibada ya Mwenyezi Mungu ambaye hapana mungu ila yeye, na wao wabakie kuiabudu miungu yao ambayo haifidi chochote katika haki wao wawe na dini yao waliyoifuata baba zao, na yeye na dini yake aliyomridhia Mwenyezi Mungu aifuate. Bismillahirrahmanirrahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Qul ya ayyuhal kafirun. Sema, enyi makafiri la

wala nyinyi hamwabudu ninaye mwabudu. Nyinyi mna dini yenu, nami nina dini yangu.